Yaani mjomba, navyokwambia, mjomba navyokwambia, mtazame mara mbili, yani mtazame mara mbili, alivyonyang'anyika hivo, haja ile ilikuwa kubwa. Yani mjomba yeye nikwambie tu kweli yeni, yeye. Yani yeye ukimwangalia, yani umm, um, um, um. Mote umu mmembwangukanga, mmembwangukanga, unaona na huku soni, upande wote wamembwanguka